Kondo la nyuma likibanduka kabla ya kujifungua au likiachia kutoka kwenye mji wa uzazi kabla ya kujifungua inaweza kuwa hatari sana kwako wewe mama mjamzito, lakini vilevile na mtoto aliyeko tumboni, haswa kwa mtoto aliyeko tumboni ambayo unaweza ukampoteza. Tumezoea kwamba kondo mara nyingi huwa linajiachia mara baada ya mtoto kuweza kuzaliwa. Kama likitokea limejiachia kabla ya mtoto kuzaliwa, huwa ni hatari sana. Saka mlikuwa mnajiuliza maswali kuhusiana sababu hivi ambayo inapelekea kondo kuweza kujiachia na dalili zake ni zipi? Karibu kwenye somo, tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuweza kutembea chaneli yangu, unaweza subscribe hapo chini uendelee kujifunza kuhusiana na afya mama mjamzito, lakini lakini vilevile na mtoto mchanga. Kikawaida tumezoea kwamba kondo la nyuma au zalio huwa linatoka mara baada ya mtoto kuweza kuzaliwa, na mara nyingi hiyo tunaita third stage of labor, maanake ni ile hatua ya tatu ya uchungu. Sasa endapo kondo la nyuma likibanduka kabla ya kujifungua au likiachia kutoka kwenye mji wa uzazi kabla ya kujifungua inaweza kuwa hatari sana, kabla ya mimba labda haijakomaa haijafika wiki thelathini na saba, au limetoka kabla ya mtoto kuweza kuzaliwa au kabla ya uchungu kuweza kuanza na mtoto akawa ameshazaliwa, huwa inakuwa ni hatari sana, na kitaalamu tunaita abruption placenta, au placenta abruption, na mara nyingi inaweza kuwa na madhara haswa kwa mtoto aliyoko tumboni kwa sababu tunajua zalio au kondo la nyuma ndilo ambalo linahakikisha kwamba mtoto anapata hewa safi na chakula kutoka kwa mama yake, na kutoa ule uchafu na ile hewa chafu kutoka kwa mtoto kwenda kwa mama wake kabla hajaweza kuzaliwa. Sasa kuna mambo ambayo yanaweza kumhatarisha mama akaishia kuwa na changamoto ya kwamba kondo likajiachia au likabanduka kabla ya uchungu kuweza kuanza au kabla ya kujifungua mtoto wake. Na hivyo vihatarishi, kihatarishi cha kwanza kabisa ni endapo kama una umri mkubwa sana we mama mjamzito, mama ambaye anabeba mimba akiwa na umri wa zaidi ya miaka thelathini na tano labda miaka 40 42, na kuendelea inaweza ikahatarisha. Lakini vilevile, kama anabeba mimba ya tano ya sita ya saba na kuendelea, hiyo inaweza ikahatarisha. mama ambaye amekuwa labda inawezekana ana hali duni ya kiuchumi, kwa maana kwamba ni maskini, inaweza ikachochea kwa namna moja au nyingine, kwa sababu mama ambaye ni maskini anaweza asipate lishe ambayo nzuri ambayo ikamleteleza yeye akawa na utapiamlo, ambao ni kihatarishi kingine ambacho kinaweza kapelekea mama huyu akawa kwenye hatari ya kuweza ku, kondo lake kuweza kuachia kabla ya kuweza kujifungua na mama huyu anaweza kawa na upungufu wa vitamini ya folic acid, lakini vile vile anaweza kawa na upungufu wa damu na vitu vingine. Lakini mama ambaye anaishi mazingira ambayo watu wanavuta sana sigara au yeye mwenyewe anavuta sigara, inaweza kuwa hatari sana kwake, kondo kuweza kujiachia kabla ya kuweza kujifungua mtoto wake. Lakini vile vile yako mambo ambayo yanaweza kusababisha hiyo. Nilikuwa nazungumzia kuhusiana na vihatarishi. Sasa kuna mambo ambayo yanaweza kukusababisha kabisa ukaishia kuwa na changamoto hii ya kondo kuweza kujiachia kabla ya uchungu au kujiachia kabla ya kuweza kujifungua mwanao, kitu ambacho ni hatari sana kwa mtoto alioko tumboni, lakini wakati mwingine aweza kawa hatari kwako. Sababu ya kwanza kabisa ni magonjwa ya presha katika kipindi cha ujauzito. Naposema magonjwa ya presha, najumuisha labda ulikuwa na ugonjwa wa presha e, wa muda mrefu kabla ya kubeba mimba, kubeba mimba kaendelea kuwa na presha hiyo, kaendelea kutumia dawa, inaweza kuhatarisha mama ambaye anapata presha ya ujauzito, labda ulikuwa una presha, mimba iliyofika miezi mitano au wiki ishirini kwenda juu, kagundulika kwamba una presha. Lakini vile vile labda mama ambaye alikuwa na presha kubwa ambayo ikapelekea dalili za kuelekea kuwa na kifafa cha mimba, ambayo kitaalamu tunaita preeclampsia, inaweza kahatarisha pia. Mama ambaye amekuwa na historia ya kuumia, yani unakuta labda ulijikwaa au ukaanguka ukaangukia tumbo, labda ulipigwa ngumi. Eh, labda mlipigana na mwanamke mwingine au mme wako alikupiga. Lakini vilevile mama ambaye labda alikuwa na historia ya kupata ajali ya bodaboda, ajali ya basi, hiyo inaweza ikahatarisha kondo kuweza kujiachia kabla ya wakati, kutokana na ule msukumo ambao unaupata wakati umepigwa labda au wakati umepata ajali. Sababu nyingine ni pale ambapo mji wa uzazi unauli ghafla, unakuta maji yalikuwa ya yamejaa labda tumboni kwenye mji wa uzazi kuwa na maji mengi amba, tunaita unaita polyhydramnia. Mwisho wa siku chupa ikapasuka maji yakapungua haraka sana na mji wa uzazi ukarudi haraka, hiyo inaweza ikapelekea kondo la nyuma kuweza eh, kujiachia kabla ya kuweza kujifungua mwanao. Vile vilevile akina mama ambao labda eh, walikuwa na mimba ya mapacha ikatokea sababu kwamba mtoto wa kwanza akawa amezaliwa mtoto yule ambaye ni second twin akawa bado yuko tumboni, mwisho wa siku ikapelekea hiyo changamoto , lakini vilevile mama ambaye labda mtoto wake ambaye yuko tumboni, ule mrija unaunganisha kati ya kondo la nyuma na mtoto umekuwa mfupi sana, ambao tunaita ambao tunaita short cord, mwisho wa siku inaweza ikapelekea kondo kuweza kujiachia kabla ya mtoto kuweza kutoka nje au kuweza kuzaliwa. Lakini vilevile sababu nyingine inawezekana mama ambaye ana historia ya kutumia madawa ya kulevya mfano anatumia labda kokeini, kama alivyosema mda ule, unaweza kuwa unavuta sana sigara ikakuongezea uwezekano wa kondo la nyuma kuweza kujiachia kabla ya wakati. Lakini vile vile, labda mama mwenye historia, unakuta mimba ya labda hii ni ya pili au ya tatu eh, labda mimba ya kwanza au mimba ya pili, na hii ni mimba ya tatu, ile kwenye ile mimba ya pili ulipata changamoto hii, mtoto labda alifia tumboni, kondo la nyuma liliachia kabla ya wakati, basi naweza kaongeza uwezekano wa wewe kuja kupata hiyo changamoto kwenye mimba inayofuata au kwenye mimba hii kama mimba ya mwanzo uweze kupata changamoto kama hii. Kitu ambacho si kizuri sana ni na kutakuwa kuwa makini. Sababu nyingine inawezekana ni mama ambaye mwenye historia au kwenye ukoo wao wana changamoto za damu kuweza kuvuja sana na changamoto nyingine za damu kuweza kushindwa kuganda, hiyo inaweza kuhatarisha. Lakini vile vile mama ambaye labda amekuwa na upungufu wa folic acid au vitamini B9 kama una upungufu wa folic acid na vitamini B9, upungufu wa damu, lakini vilevile utapia mlo kwa maana kwamba unalishe duni. Hiyo inaweza kawa sababu kubwa sana yawee kupelekea kwamba kondo lako likajiachia kabla ya wakati. Sasa basi naweza kuwa unajiuliza maswali kwamba kutokana na hizi sababu, je, utaona dalili gani ambazo zinaonyesha kwamba inawezekana kondo limeanza kujiachia? Mara nyingi si rahisi sana wewe kama mama mjamzito au familia yako labda mume wako akajua kwamba kondo limeanza kujiachia, ndo bado tunashauri kama wewe umekuwa umeanguka mfano, labda umepata ajali au umepigwa au imetokea shida yoyote, ni nivema kuwahi hospitali kwa ajili ya kufanyiwa ultrasound, ambao wakiangalia vizuri, wanaweza kuona kuna ishara fulani ambazo zinaonyesha kwamba kondo hilo limeanza kujiachia au kuna changamoto. Lakini wakati mwingine daktari anapokukagua, anaweza kujua kwamba una changamoto hiyo. Sasa basi, ni vema kuhakikisha kwamba unafanya ultrasound. Moja dalili ambayo unaweza kuziona japokuwa si mara zote huwa inategemeana na aina yenyewe ya kondo la nyuma kuweza kujiachia vile vile, limefikia hatua gani. Wakati mwingine unaweza ukaona damu zinatoka ukeni, lakini wakati mwingine usione damu zinatoka ukeni. Hiyo ikawa ni dalili moja wapo ya kuonyesha kwamba kondo la nyuma labda limeanza kujiachia, lakini vilevile wakati mwingine utakuta kwamba E, tumbo linauma e, labda kama mpata ajali unakuta tumbo linauma sana, labda kama ulipigwa tumbo ukakuta linauma sana, au kama ulikuwa na pressure kubwa unakuta pressure imeongezeka sana na tumbo linauma. Lakini vivyo hivyo unaweza kuona tumbo linaongezeka kuliko kawaida, lakini utakuta mtoto amepunguza kucheza au mtoto ameacha kabisa kucheza. Unakuta mtoto alikuwa anacheza vizuri, lakini labda uliumia au ukapata ajali, labda unakuta ghafla mtoto hajacheza siku nzima, hiyo inaweza kuwa inaashiria kwamba Eh, kwa ukubwa sana kwamba una changamoto hii ya kondo la nyuma huweza kujiachia kabla ya wakati. Lakini wakati mwingine kama nilivyosema, yanaweza kuambatana maumivu ya tumbo ambao, ukienda hospitali, watakukagua utaona tumbo lako labda, wakikugusa tumbo linauma, lakini wewe utaona damu, japokuwa si mara zote. Lakini vile vile kuna mambo mengine, kwa mfano tumbo linaweza likawa kubwa sana, inategemea na aina yenyewe, kama damu imevilia ndani na mtoto kuacha kucheza. Au wakati mwingine mtoto anaweza kuwa ameacha kucheza, kumbe amefia tumboni. Kwa hiyo ni vyema kuhakikisha kwamba unawahi hospitali. Ukienda hospitali wakikukagua, wanaweza kujua kwamba una changamoto hii ya kondo kujiachia kabla ya wakati, lakini vilevile utafanyiwa chunguzi kwa vipimo kama ultrasound, na wanaweza kujua basi, watakupa njia nzuri ya kuweza kujifungua kulingana na vipimo vilivyofanyika na mtoto ambaye ameonekana tumboni labda kama mmefariki au kama kumekuwa na shida nyingine. Wakati mwingine daktari anaweza kafanya ultrasound na ulikuwa labda hauna shida yoyote, hauna pressure, hauna shida yoyote ile wala hujawahi kupata ajali. Yaani hivi sababu ambavyo nimesema labda hata kimoja hauna kwa sababu sababu kubwa haijulikani ambayo inapelekea kondo la nyuma kuweza kujiachia. Kwa hiyo, baada ya kufanya ultrasound unakwambia kwamba limeanza kuonyesha dalili fulani ya kuanza kujiachia kule pembeni. Mwisho wa siku madaktari wanaweza kushauri uweze kujifungua kwa upasuaji kwa ajili ya kusaidia mtoto aweze kutoka haraka ili asipoteze maisha. Kama mtoto yuko vizuri na anapumua vizuri kule ndani na hauna haja ya kuweza kukataa, ni vyema kuweza kukubali ili kuhakikisha kwamba unapata mtoto wako ambaye yuko vizuri. Sasa kama mtakuwa ni na swali niulize hapo chini kuhusiana na somo hili na mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu maswali yako wakati wote. Vilevile wakati mwingine unaweza kukuta mama kondo la nyuma limejishikiza karibia na mlango na na karibia na mlango wa uzazi na wakawa wanajiuliza kwa nini kondo la nyuma